Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kitu pekee ambacho ametuonyesha false ni kwamba bado hajawa na kikosi cha kwanza licha ya kwamba alikuwa na timu katika pre-season lakini bado ajawa na kikosi cha kwanza. Ukiangalia, amekuwa na rotation kubwa ambayo anaifanya katika mechi zake, na hata katika huu mchezo wa ligi kuu pia akatufanyia rotation kubwa na kwenye gemu ya jana. Uh, baada ya kufanya yale ma, rotation yake, tuliona katika kipindi cha kwanza timu ikiwa inacheza huku haieleweki nini ambacho wanakicheza lakini alipofanya mabadiliko katika kipindi cha pili, tuliiona Yanga ambayo watu wengi walikuwa wanaitazama hasa katika msimu uliopita. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Folz anatakiwa akifanya, au aweze kukata kiu za mashabiki wake au mashabiki wa Yanga, ni kupata kikosi cha kwanza. Leo hii hata ukimpa mtoto mdogo anajua kabisa kwamba Pakome aweze akakosekana katika kikosi cha kwanza ikiwa yuko fiti lakini yeye aliamua kwanza kumpumzisha. Inawezekana ilikuwa kwamba ni game plan, lakini mashabiki sasa wa Yanga wao wanachotaka kwamba ni matokeo. Game plan itakuja baadaye, lakini wao wanachotaka ni matokeo. Angemwona Pakome katika kipindi cha kwanza, inawezekana angepata nafasi nyingi sana za kufunga, kwa sababu alivyoingia ameonyesha ubora huo. Kwa hiyo Folz hataki kujaribishia katika ligi kuu, hataki kujaribishia kikosi kwenye ligi ya mabingwa Afrika anatakiwa kikosi hayo anajaribishia katika mechi za kirafiki hasa zile za pre-season, kuweza kupata kikosi chake cha kwanza, kwa sababu wachezaji hawa wote alikuwa nao. Ndio maana unaona wadau wengi e, baadhi ya mashabiki wanapata la kuongea, kwa sababu katika ligi kuu sio sehemu ya kujaribisha wachezaji ni sehemu ya kwenda kupata matokeo. Wengi wanazungumza kwamba huenda amefanya haya mabadiliko kwa sababu ana mechi ana eh, ana mechi mechi za ana mechi nyingi kwenye siku chache, huenda kwamba amewapumzisha wachezaji kwa ajili ya kujiandaa na mechi inayofuata. Unapopumzisha wachezaji, basi hata wale ambao wanacheza wanabidi wawe katika ubora. Klabu kama Yanga, anaingia anayetoka, anatakiwa wawe kwenye ubora. Tumeona hiyo katika msimu uliopita. Hata wewe Saidi ni mmoja wa watu ambao ulikuwa unasema kabisa Yanga hii anayetoka na niingia ni balaa, lakini sasa kama tumeshaanza kuona kabisa kwamba anayeanza na anayeingia, yani anayeanza anakuwa yuko chini alafu anaingia yuko bora, au anayeanza anakuwa bora ila anayeingia yuko chini, hiyo tayari ni shida kwa timu kama Yanga, Simba, Azam hata Singida wanatakiwa kuwa na wachezaji kwamba anayetoka mtu anaingia mtu. Sasa eti anaanza mtu unasema wewe oh, sio mchezaji wa kikosi cha kwanza afu kwa timu kubwa kama klabu ya Yanga ujue hiyo tayari ni shida. Leo hii Bara Conte anaanza mashabiki wanaanza kuguna, mashabiki wanaanza kusonya, afu ukiangalia mchezaji wa kigeni wanakwambia bora aanze Azizi Andambue. Hiyo ni changamoto kwa timu kama Yanga, inatakiwa kuwa na wachezaji ambao wote wana quality ambayo haipishani sana. Sasa unadhani hapo shida ni kocha ama shida ni wachezaji? Inawezekana pia kama ni kocha katika sehemu ya sajili yake, hata pia katika wachezaji. Basi kwa mtu kama Barakonte ambaye amemsuggest kwa mapema au kwa kumwangalia tu kwa mapema, kwamba kuna shida sehemu kwa, kwa Barakonte na jinsi watu wanavyomsema hivi, maanake ni wazi anaweza akashuka zaidi. Kwa hiyo sina uhakika sana kama kocha ndo alimsuggest Barakonte, lakini hata aliyemleta mchezaji basi nayo ni shida kwamba kwa maingizo mapya kwa Yanga Africans, e, wachezaji wengi hawana viwango vikubwa. Sio wachezaji wengi, wachezaji baadhi. Ndio maana sijataja wachezaji wengi hapa, nimetaja wachezaji baadhi, na mchezaji ninayemzungumzia sana hapa ni Barakonte. mm -hmm. Sasa moja kwa moja tunaweza tukazungumza kwamba kocha uwezo mdogo, ama kocha na mezo wa kikosi, ama kocha anashindwa kupanga kikosi chake vizuri kocha bado ana pressure, sio kwamba anashindwa kupanga kikosi au uwezo mdogo, bado ana pressure pia, bado ana pressure yani, yani pressure ya nini? Unajua, unajua Folz ndo mara ae ya kwanza kwa kocha mkuu, watu wengi ilo walifahamu, na hata taji la ngao ya jamii ndio la kwanza kwake kulibeba akiwa kama kocha mkuu, yupo kwenye klabu ya Yanga akiwa kama kocha mkuu, hivyo presha ni kubwa, na ndio maana hata katika press yake alisema kwamba mchezaji yoyote atakayekuwa anafanya vizuri mazoezini yeye atamuweka katika kikosi, hivyo tutashuhudia rotation ikiwa inafanyika mara kwa mara kwa sababu hajaweka wazi kwamba atakuwa na kikosi cha kwanza, lakini uh, ni vizuri pia kikosi cha kwanza kupatikana kwenye timu yani, kuwe na maingizo madogo madogo mapya kwa wale performance ambao watakuwa wanaifanya katika katika katika, katika mazoezi lakini Folz, ni kama kashatuweka wazi kwamba hana kikosi cha kwanza na kwa maana hiyo basi, wale walioanza jana wale ndio walikuwa bora katika mazoezi. Ina maana kwa mtiririko huu kuna nafasi ya Yanga kufanya vizuri kwa staili hii. Uh, of course kuna wachezaji ambao wataamua matokeo. Ukiangalia hata game ya jana ni wachezaji wameamua matokeo, sio kocha. Nikuuliza wachezaji, unajua klabu ya Yanga sasa, kuna wachezaji ambao wao wao tayari ni wakubwa, wao ndio wanaamua kuibeba timu. Mm -hmm. Unamuona kocha Romain Folz akiendelea kuhudumu kwa muda mrefu Yanga Africans, Saidi? Mbona kama unakuwa unanibananisha sana kwa kocha, kama unataka ni kufanya mi ni mwondoe, hapana. Wao sasa viongozi ndio watakaoamua, wakimwangalia kwa sababu almost amecheza ni mechi ya sita, kiweka nacheza kirafiki, hii ni kama game ya sita nimecheza kirafiki zote, azocheza zzone game ya Rayon ni kama hii ni mechi ya sita. Kwa hiyo wao wenyewe ndo wataangalia. Unaweza ukawa unapata matokeo lakini hauchezi mpira mzuri, au ujui nini ambacho unakicheza. Wote tumeona timu ilivyocheza kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, ni vitu vi, vi, tofauti. Au wewe hujaona? Sasa hivi nimeona, yeah. Lakini wengi wanazungumza kwamba, uh, kwa nini watu wanadauti kwa kocha wakati timu inapata matokeo? Kuna muda timu inaweza kuwa inapata matokeo, lakini matokeo yanapatikanaje? Mm -hmm. Wao umemsikia kiongozi wote mkubwa wa Yanga sasa hivi amezungumza kuhusu kocha -nadhani watakuwa wanamwangalia zaidi. mm -hmm. Lakini kuwa katika timu kama Simba, Yanga, Singida, Azam natakiwa maintain pressure mm -hmm. Kwa hiyo pressure kama ikimwingia kwa ya kubwa zaidi inaweza ikamgalimu. Natakiwa calm down na kutengeneza kikosi chake ili akawape la au burudani mashabiki wake kiwalisia, kwamba tunaweza tukazungumza kwamba watangulizi ambao wamepita uh, yule, Nasrin Nabi, Miguel Gamondi na Hamdi, uenda kwamba kiwango chao ni kikubwa kuliko cha huyo kocha wa sasa Saidi. Bwana majibu unayo ndugu yangu. Eh Kwanimshatamka kwamba huyu ni mara yake ya kwanza kuwa kocha mkuu, ukimzungumzia okay, mtu kama Nabi ameshakuwa kocha mkuu hata uko mhm mm k yni, hapo ni vitu vivii tofauti sawa. Umemzungumzia uh, conte vipi, mchezaji Kouma lakini pia yupo eta, ambao pia uh, wengi pia bado, kama kuna Dr. dauti kwao, hawa we unatazama vipi? kwa bara Conte anahitaji amke na kufanya kitu ambacho kilicho bora. Hata jana tumeona kwamba baada ya kutoka Conte, aliyeingia kaenda kufanya kitu bora, kwa hiyo hili natakiwa muamshe. Kwa mtu kama Conte ambaye amesajiliwa inawezekana kwa pesa nyingi ukiangalia mchezaji wa kigeni, alafu yuko mtu kama Azizi Ndambwile ambaye anaweza ukakuta hela ya Conte labda ni mara mbili hela yake yeye ni mara mbili kwa hela alosajiliwa Konte. Hata salary unatakiwa ushtuke kwamba huyu mbona anafanya vizuri kuliko mimi. Mbaya zaidi kwa mtu kama Konte wakati huu atakuwa na pressure. Kwa hiyo anatakiwa apate mtu ambaye atamtengeneza kisaikolojia kwamba nenda kapambana. mm -hmm. Ukimwangalia mtu kama andambwile amezidi kuje, kujenga confidence, amecheza game na Simba ameperform, amecheza game na Williet amescore jana akaingia akafanya vizuri. Mchezaji anapokuwa ana, ana, ana, ana gain confidence anapozidi kuwa bora katika uwanja. Kwa hiyo sasa, hiki ni kitu kikubwa ambacho yeye kitazidi kumpa nafasi katika kikosi. Hivyo benchi la ufundi, kama anaweza akapata nafasi, walete wanasaikolojia, sio tu kwa Konte, kwa mchezaji yoyote ambaye watakuwa anamwona, ambaye anashuka katika confidence, waweze kutengeneza confidence na kurejea katika hali yake. No doubt kwa mtu kama Dombia tumemwona ameingia, ni composer mzuri, anamiliki boli, anatoa pasi za wakati na anajua kuichezesha timu. Kwa hiyo anapopata mtu kama Azizi na kwa kumkabia, hebu tufikirie kwamba Conte naye anapatikana pia, akiwa yuko kwenye ubora mzuri kisha tekeneza saikolojia, anakuwa na viungo wawili wa kumkabia. Hapa una Conte, hapa una Azizi na Dambuye, bana atakuwa yuko huru sana kwenye kucheza. I mean Dombia atakuwa yuko huru sana kwenye kucheza kwa sababu Dombia sio mchezaji ambaye anakaba ni mchezaji mzuri sana anapokuwa na mpira. Kwa hiyo kama atakuwa na viungo wawili chini wa kumkabia, basi mimi mtamwona Dombi akifanya vizuri sana kwenye kupiga pasi zake za mwisho, kwenye kumiliki kwa uhuru, kwa sababu atakuwa na watu ambao wanampinga. Ukija kwa mtu kama Celestin ambaye umeniambia ni mchezaji mzuri, lakini touch yake ya mwisho imekuwa na changamoto kubwa. Nadhani pia bado, unajua, amekuja kwenye timu ambayo ina pressure kubwa sana timu ambao mashabiki wake wanahitaji matokeo, lakini kinachombeba kwamba licha kwamba hafungi lakini amekuwa na mikimbio mizuri ndani ya uwanja kitu ambacho kina kina mashabiki bado hawajaweza kumtolea ovivu, lakini akifunga, akipata nafasi ya kufunga ata gain confidence na ataanza kufunga sana huyo huyoa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.